Napenda kutumia nafasi hii kukumbushana kuhusu tini nyingine muhimu, nayo na ni kuto kuchanganya dini na siasa. Kiivunja tini tunu hii, gharama yake tutaiona, na kama kuna viongozi wa dini wanaotaka kutuele, kutuelekeza kuitumia dini kwa shifa, kwa manufaa ya kisiasa, na kama kuna viongozi wa siasa wanaotaka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, nawaombeni ndugu zangu, tuwanyanya pae. Mtu anakwambia usichanganye siasa na dini, hatujachanganya, zimechanganyika zenyewe toka zamani. Mimi sichanganyi toka zamani, kwa sababu ukiangalia wanasiasa wana, wanasaidia watu kuleta maendeleo, askofu anasaidia watu kuleta maendeleo yeah. Unamtengaje hapo? Kama wote mna lengo moja la kusaidia watu, mmechanganya wapi hapo <tabu> wataka kusaidia watu wapate maendeleo, sio na mimi? Lengo langu ni hilo hilo. Kwa hiyo siasa ni dini na dini siasa. Nawashukuru sana viongozi wa madhehebu ya dini kwa ujumla wenu kwa kiunga mkono serikali yetu katika kutoa huduma kwa jamii ya Tanzania. mekuwa mkisaidia watu wenye uhitaji Mmekuwa walezi kwa vijana na yatima, mmekuwa mkiwafariji wajane, mmetoa huduma kwa wagonjwa, tena bila kujali tofauti za kimila au za kidini. Na nyote mtakubaliana mimi kuwa uhusiano kati ya serikali na madhehebu ya dini umekuwa ukiendelea kuimarika siku hadi siku, na hii inatokana na dhamira ya dhati ya serikali yetu ya kuendelea kushirikiana na dini zote katika kukuza ustawi wa wananchi kijamii na kiuchumi. Vile vile, ushirikiano uliopo kati ya madhehebu ya dini na serikali umechagiza sana katika kuimarisha maisha ya mtanzania mmoja mmoja na hatimaye kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla wake. Nyote mtakubaliana nami kuwa swala la maendeleo ya nchi halina itikadi, na pia uchumi wa nchi yetu hauwezi kuimarika kama hakuna ushirikishwaji wa kila mtu. Palipo na ubinafsi, hakuna maendeleo ya haraka. Na kwa kuzingatia hayo, serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi zikiwemo taasisi za dini katika kutoa huduma kwa wananchi na kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Na ni ukweli usiopingika kuwa mchango wa taasisi za dini katika kutoa huduma mbalimbali mbali kwa wananchi ni mkubwa sana. Tumeshuhudia tukitekeleza miradi mingi mbalimbali mbali. Miradi ya maji, huduma za elimu, kilimo nyinginezo na ambazo pia serikali peke yake isingeweza kuzifikisha kwa wananchi mara moja.